Naitwa Charles Pamba, ni kaimu afisa elimu msingi katika wilaya ya Misungwi, lakini kwa kitengo changu linahusika na ni afisa elimu elimu maalum katika wilaya hii. Kweli tukio la leo limeleta mwamko na elimu kwa vijana wetu. Hedhi salama ni somo ambalo linawaandaa lina, lina vijana wetu hata wanapokuwa watu wazima basi ni namna gani waweze kuishi katika maisha yanayokubarika katika jamii. Ili kwemo ni katika ku, kufahamu pia na kuwafundisha kwamba ni kipindi gani wanapofikia hatua hii wafanye nini. Kwa hiyo somo hili kwa vijana wetu limetupatia uh, mwelekeo chanya kwamba wamepata uelewa kwamba ni nini ambacho wanatakiwa wafanye wanapokuwa katika hali hii, na hii imewapatia moyo kwamba hata wanapoingia katika hali hii basi, uh, wanapotumia hizi taulo za kike wasihofu kuja shule, waje kwa sababu wana uhakika wa kusoma na kukaa bila shida, kama kipindi pengine cha nyuma kabla hawajapata elimu hii. Kwa hiyo elimu hii kwa vijana inaleta mwamko na itasaidia sana kuongeza mahudhurio kwa watoto wa kike wanapoingia katika siku zao. Afya Radio, kwa moyo wa pekee nawashukuru sana kwa hiki mlichokifanya hiki mlichokifanya ni kitu kikubwa sana kwetu, kwa sababu hapa kuna watoto wenye mahitaji mbalimbali na wanahitaji watu kama nyinyi, mnapokuja kuwaona na kuwatia moyo na kuwapa hamasa. Leo wameweza kujifunza matumizi ya taulo salama, watoto wanaoingia, wanaofika umri wa kuvunja ungo. Vilevile, msiwe hapa tu kwetu, kuna sehemu mbalimbali mwatembelee, na penyewe muweze kuelimisha swala lila matumizi ya taulo. Mimi nawapongeza sana Afya Radio. Mwe chachu ya vyombo vingine vya habari kuja kututembelea hapa ayapudea amani na uchumi Tanzania. Asanteni sana. Kwa jina inaitwa Joseph Mkonga e, ni mwenyekiti wa taasisi ya yapudea mkoa wa Mwanza. Tuko hapa kwa ajili ya ushiriki wa zoezi hili la utoaji wa taulo za kike kwa watoto wetu, na naomba nichukue tu nafasi hii kuwashukuru sana na kuwapongeza Radio, Radio Afya kwa mchakato mzuri ambao umeuanzisha mchakato wa kizarendo. Umefanya tukio moja zuri sana na mimi, kwa haraka haraka, sikutegemea kama ningekuja nikakuta kitu cha namna hii mmekifanya mbele za macho yetu. Ninaomba muendelee muongeze zaidi bidii, lakini kuna maeneo mengi sana ambayo tunalazimika kuyafikia ya watoto wetu wa kike na mahitaji kama haya, lakini pamoja na mahitaji mengine kwa tukio hili ambalo limefanyika hapa. Baada ya kusema haya, sisi mimi kama mwakilishi wa taasisi na ujumbe niliokuja nao tumechangia kwenye taasisi hii tumechangia kwenye tukio hili shilingi laki tatu na themanini ya. Kwa majina naitwa Fola Kimbage, ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Mwanza, tupo hapa shule ya Mitindo leo kwa ajili ya kuja kutoa, kuja kutoa taulo za kike kwa watoto wa kike wali wenye uhitaji maalum tukishirikiana na Afya Radio pamoja na wadau mbalimbali. Sisi kama wadau wa usalama barabarani tumeona pia ni muhimu kuja kushirikiana na, na Afya Radio kuja y kutoa hizi taulo za kike kwa wanafunzi hao wenye uhitaji maalum kwenye shule ya mitindo. Kwa pia tumewakumbusha mambo yanayohusu yana usalama barabarani, tumewapa elimu kidogo. Kwa majina yangu naitwa Leticia Samuel Jackson, ni mwanafunzi wa darasa la saba shule ya msingi mitindo. Mimi elimu hii ambayo nimeipata nitaitumia kwa elimisho ya wasichana wenzangu katika jamii katika maeneo anayopita, na nitawaambia wazingatie usafi wakati wa kutumia na wakati wa kutoa. Kwa majina anaitwa Jesse Emmanuel Anton, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Mitindo, elimu maalum. Leo nimejifunza hedhi salama, ambayo katika hicho kipengele tumefundishwa jinsi ya kutumia taulo za kike mimi naweza, nika nimepewa kama hiyo afya nitaenda kuitumia mimi kama mimi na ndugu zangu wengine na wadogo zangu ambao wakupata hiyo elimu.